Nafasi mpya za kazi halmashauri ya wilaya ya Buchosa, halmashauri ya wilaya ya Buchosa nafasi nane ambazo zimeweza kutangazwa leo. Karibu katika chaneli yako pendwa ya Feaboy kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mambo mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video ya leo takwenda kuangalia nafasi hizi za kazi halmashauri ya Buchosa nafasi ambazo ni, na ni msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili nafasi tano na sifa ni elimu ya kidato cha nne au kidato cha sita na mafunzo ya diploma au stashahada NTA ya level 6 katika fani ya utunzaji wa kumbukumbu kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali. Na nafasi nyingine, dereva daraja la pili nafasi mbili. Sifa ni mwenye wa kidato cha nne na leseni ya daraja c si, au E ya uendeshaji wa magari ambao umeifanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka moja bila kusababisha ajali pia. <coughs> Na pia awe na cheti kinachompatia sifa <coughs> ya daraja husika. Mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, nafasi moja. Sifa ni mwajiriwa mwenye kidato cha nne na wenye stashahada diploma ya uhazili au cheti cha NTA Level 6 cha uhazili. Aidha, wao wamefaulu somo la hati mkato Kiswahili na Kiingereza maneno mia moja kwa dakika moja, na kupata kompyuta program kama Word, Excel, PowerPoint, Internet na Publisher. Waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania wenye umri kuanzia miaka 18 na usio zaidi ya 45. Waombaji wote waambatanishe vyeti vya kuzaliwa na result slip zitakubaliwa. Hakikisha una vyeti vyako halisi au original certificate, au waombaji waliosoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyenu vimehakikiwa na mamlaka husika TCU, NECTA na NACTE.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 bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi ili waweze kupata taarifa hizi. Asanteni na karibu.